Poa, ni aje Alama, kwema fresh kabisa. Natamba mpo zenu malayo eh, tunatamba kwa sababu e, timu yetu ukiangalia e, Silver strikers kwenye makaratasi wale ni kama underdog vile kuelekea mchezo huo. Sasa tutegemee matokeo ya namna gani hasa kwa uwezo mlioko nao Young Africans ukilinganisha na Silver Strikers? A, kwa mashabiki wengine wanaopenda idadi ya magoli mengi hiyo kwao, lakini kwa mimi binafsi nachoangalia kwamba tucheze tu kwa tukua, kwa nidhamu ili tuweze Uh, tuichukue mechi kwa maana, uh, mpira wa miguu wakati mwingine unaweza ukawa na matamanio lakini ukaenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo mimi nachokitazamia kwa mimi ni kuona kwamba timu yangu inapata ushindi wa aina yote, ili tukija huku tuje tuimalize game, lakini kama watakuwa wagumu tucheze kwa, kwa, kwa malengo na mipango ili mechi yetu ya huku tuje tuimalize tukiwa tuna eh, yani hatuna hofu ya aina yoyote. Kwenye makaratasi Young Africans anaonekana kama ndo timu ya kwanza dhidi ya Silver Strikers, ijapokuwa uh, katika mechi hizi kumtabiri mtu ni ngumu. Coach mabenchi fanya nini hasa kuweza kuikabili Silver Strikers, kwa uwezo walio nao kama anavyomtemu, kama Young Africans ni mkubwa dhidi ya Silver Strikers. Ukiangalia namna ambavyo Roman Falls tangu amekuja ku, uh, kwenye kikosi cha Yanga amekuwa ni mtu wa matokeo sana. Yaani kwa kifupi katika zile mechi zote za mashindano hakuna mechi aliyopoteza zaidi ya moja kutoa sare na Mbeya City. Kwa hiyo naamini kwenye kwenye benchi la ufundi naamini kwenye Roman Falls na huyu eh, Malawi ambaye ameongezewa hapo kwa ajili ya ku ya kuimarisha eh, benchi la ufundi, sina wasiwasi wa wasi, aina yoyote naamini kwamba mbinu alizokuwa alizo nazo na namna ambavyo tumecheza kwenye mechi zote atacheza vile vile kwa maana ya kutafuta ushindi kwanza, kwa sababu kwenye michuano hii ya Champions League unachoangalia ni namna ambayo ya qualify utafute ushindi. Maswala ya kucheza mpira sio mzuri nini, mimi sio priority yangu. Natamani kuona timu ikivuka hatua hii ili tuende hatua nyingine kwao. Naamini eh, kocha na benchi lake la ufundi watacheza kama ambavyo wanacheza, kwa sababu eh, mbinu za, za, ku, za kufaulu maana yake ni kushinda uwezo yeah wa mchezaji mmoja mmoja. Sasa eh, chini ya kikosi chako cha African chini ya kocha Roman Falls kilionekana kupata matokeo lakini baadhi ya mashabiki walikuwa walalamika iflo vizuri. E, kuna siku Pacome alianzia benchi ikaonekana timu kama iflo vizuri. Uwezo wa samzeji mmoja mmoja, kuelekea mechi hiyo tutegemee mchezaji gani hasa kushine kwenye mechi ya leo? Mchezaji ambaye kama akipata nafasi anacheza vizuri huyu uh, Azizi Ndambwile yoyote anaweza akawa aka man of the match, au akacheza vizuri. Kwa hiyo sisi katika ile timu ya Yanga sasa hivi sio kama tunamtegemea mchezaji mmoja, ni kwamba timu inacheza kitimu, na naamini uh, kwenye Yanga yangu hii ya sasa hivi tunaweza tukafanya maajabu ma, ma kama sio miujiza. Hawa wanaolalamika kuhusu kuhusu timu haichezi vizuri, mimi siko nao mpaka sasa hivi, kwa sababu uh, kocha amekuja, kocha mpya amekuja, amekutana na wachezaji wasiopungua kumi. Usajili mpya unategemea timu ichezeje? Kwa sababu ni kocha ambaye amekuja, alafu usajili amekuja kipindi cha usajili, wachezaji wapya wakina Dumbia, wakina eh, eh, kuwa wakina nani, wachezaji ni wengi. Kwa hiyo ili kuweza kutengeneza kikosi lazima kuna mabadiliko yafanyike. Huyu hajakuta timu ile iliyopita unapoingia kwenye timu, anza na ushindi, baadaye tengeneza timu ambayo eh, itaonyesha ladha naamini hapo baadaye Yanga itakuja kucheza mpira safi sana ambao mashabiki wote watakuja kuadmire hawa. Oh, oh, mashabiki walikuwa wanalamika timu haichezi vizuri, walikuwa wanalalamika pia kocha, uh, Roman Forze aondoke katika kikosi cha Young Africans, lakini uongozi wa Young Africans umembakiza kocha Forze pale, ijapokuwa imeongezea tu nguvu pale effort. Uh, unadhani ni Young Africans viongozi wake wameona nini hasa kwa kocha Forze paka wakawa wakambakisha pale, japokuwa mashabiki maoni yao yalikuwa ni kwamba eh, kocha angetuke kwa sasa kutokana na mechi alizocheza, matokeo aliyopata. Ukiangalia hakuna matokeo mabaya aliyopata zaidi ya mechi moja tu kutoa suru, lakini zilizobaki zote alikamu yafai au anasema lile jengo tuliuze sasa. Utakuwa unasikiliza mashabiki kila wanachokisema? Unatakiwa ukiwa kama kiongozi, uwe na msimamo, uangalie ulimleta kocha kwa sababu gani na utamtoa kwa sababu gani. Uongozi wa Yanga uliangalia kwenye matokeo, kwa sababu kocha, eh, kuna target yake ambayo amepewa na timu. Sasa ile kama target yake ameifika, unaweza vipi kumuondoa huyo kocha? Kwa hiyo mimi sitaki kusikiliza ma, ma, ma, malalamiko ya mashabiki, sababu jana nilikuwa kwenye kipindi kimoja hivi na shabiki wa Yanga alikuwa anasema kuhusu timu haichezi vizuri, nikamuuliza, wewe unazungumza timu haichezi vizuri timu ya Yanga inacheza mfumo gani? Roman Folz anacheza mfumo gani? Na kocha aliyopita anacheza mfumo gani? Akakosa majibu. Yani kuna malalamiko ambayo mtu anatoa bila kujua analalamika nini. Kwa sababu kwanza niambie Roman Folz anacheza mfumo gani, ili uweze kusema mfumo anaocheza ni mbaya. Unacholalamika nini? E, timu ya Yanga ndio timu ambayo inatengeneza nafasi nyingi sana za ku, yani, nafasi za, za kupanda magoli, lakini magoli pengine hayapatikani mengi, sio kwa sababu ya kocha, kwa sababu kocha hawezi kumwambia pakome funga, hawezi kumwambia dube funga. Eh, yeye anatengeneza mfumo wa mashambulizi ili timu iweze kuflow vizuri. Timu ina flow vizuri, tunakosa pengine magoli mengi lakini tunashinda. Sasa unapolalamika kwamba timu haichezi vizuri katika engo gani? Kwamba timu haipigi chenga, eh, timu haipigi kanzu, timu haifanyaje? Timu ina flow vizuri kwa maana inatengeneza mashambulizi, timu inashinda. Kwa hiyo ni madai ambayo ukiangalia sana hayana msingi na ndio maana uongozi wa Yanga umeweka pamba masikioni hausikilizi, eh, hoja ambazo hazina mashiko lakini wakija na hoja za mashiko pengine wanaweza wakasikilizwa. Kwa upande wako wewe, pamoja na mashabiki wa Young Africans, labda niwaulize ni swali moja ambalo nimejaribu kupita kwa mashabiki wa wapinzani wenu watani wenu e, kuhusiana na msimu, tumeingiza timu nne katika mashindano ya kimataifa. Unazitazama timu zote hizi kwenda kufuzu makundi na, na, na robo finali au kwa upande wako unatazama timu ngapi hasa kinaweza kufanikiwa kufuzu hatua ya makundi msimu Aa, kufuzu hatua ya makundi ni hatua kubwa sana kwa sababu hata sisi wenyewe ilichukua karibia miaka 30 au 20 na kadhaa, kuweza kufika kwenye hatua ya makundi na kuweza eh, kufika hatua ya eh, robo fainali mpaka kuingia fainali eh, kwenye, kwenye eh, confederation. Kwa hiyo kwa sasa hivi hapa naona bado Simba na Yanga zina nafasi kubwa sana ya, ku, ya kusogea mbele. Timu nyingine ikitokea wamefanikiwa, maana itakuwa ni, ni ziada na hawana cha kupoteza na hawana cha kudai. Lakini Simba na Yanga bado naziona katika hatua ya mbele zaidi, kwa sababu tayari zishakuwa giant na zina misuli mikubwa ya, ya, ya kujiimarisha eh, Azam sio timu mbaya eh, Singida sio timu mbaya, lakini pia zinatakiwa kidogo zistrugu strugu kutafuta muda eh, kuingia kwenye hatua ya makundi, si hatua ndogo. Japokuwa eh, Azam wanaweza kufanya hivyo na Singida wanaweza kufanya hivyo, lakini bado unaziacha Simba na Yanga kwanza, kwa sababu hiki unachokiona sio kwamba kimekuja kimeujiza, wamekitafuta. Kwa hiyo hata hizo timu nyingine uh, Azam na Singida wanatakiwa watafute nafasi ya kutinga hatua za, za kwa maana ya, ya hatua ya, e, ya makundi. Si kwamba inakuja kama ndoto nawaa unaamka. Wana vikosi vizuri e, wana benchi la ufundi nzuri, lakini hatua ya makundi ni hatua ya ziada sana. Hiyo wanatakiwa hata sasa, kitokea ikitokea mbaya hawajaenda kwenye hatua ya makundi wasilalamike. Hivi vitu vinaenda kwa stage, stage ndugu zenu Simba wamesafiri kuelekea Eswatini, eh, kuwakabili, eh, zingizini Tespazi ya Eswatini. Unadhani kati yenu nyie Yanga Africans na watani zenu Simba, yupi pia amepata hasa timu nyepesi nyepesi sana? A, kwenye Champions League hakuna timu nyepesi. Ukiwa uki washabiki kahawa, pengine unaweza kuzungumza, lakini hapa nazungumza kifikia kama, kama mchambuzi ni kwamba kwenye Champions League hakuna timu nyepesi kwasababu maana Champions League ni timu ambayo aidha ameshika nafasi ya kwanza ama ya pili. Kwa hiyo haiwezi ikawa timu mbaya e, inaweza ikawa timu mbaya kwa sababu labda umeizidi renki, lakini haiwezi kuwa timu mbaya. Mfano mzuri Simba, Simba na Yanga, ukiangalia kwenye renki za, za Afrika e, Simba yuko juu sana, lakini kila anapokutana na Yanga anakufa. Umeelewa? Kwa hiyo eh, uki, ukitem timu kwenye renki ukasema kwamba eh, timu gani imekutana na timu dhaifu mimi siko huko kwenye ushabiki wa ajabu ajabu. Mimi nachokizungumza kwamba kwenye hatua ya Champions League ni hatua ambayo kila timu unayokutana nayo ni bingwa, kila timu unayokutana nayo ni ngumu. Kwa sababu Simba au Yanga zenyewe hazipangi timu gani zikutane nazo, ni kwa sababu ile draw inavyochezeshwa kulingana na timu husika na nchi husika ambao wameperform. Kwa hiyo mimi siwezi kuleta dharau kwamba timu gani imekutana na timu nyepesi, timu gani imekutana na timu ngumu. Na tunatakiwa timu hizi za Tanzania kwa maana Simba na Yanga, Azam pamoja na, e, na, na, na, na, na Singida wajiturumue ili waweze kwenda kwenye hatua inayofuata. Lakini timu zote zimekutana na timu ngumu, kwa sababu michuano hiyo wanaoshiriki sio michuano ya ndani, ni michuano ya kimataifa. Umezungumza vizuri sana, hasa kwa ambao ndo tuseme, labda ni vijana wenu, yeah, Simba na Yanga mmekuwa kama ndo mabraza, mabraza kwenye mashindano yao kuna Singida na Azam. Na hapo umesema kwamba ili ushiriki Champions League ama Confederation ni lazima wewe ulikuwa umeongoza ume, ume ligi ama ulikuwa nafasi ya pili, inamaanisha wewe ni bingwa. Kwa hiyo hakuna timu ya kuchekea. Ni wakati sahii sasa Azam na Singida kujifunza vitu vingi sana kutoka kwenu, ninyi watu wakubwa wa, wa, wa, wa, wa mashindano haya. Eh, wakati mwingine unatakiwa uwe mvumilivu tu, sio tu kujifunza ni kuwa mvumilivu. Hii si mara yange. Ukiziangalia miaka kadhaa iliyopita kumi, eh, kumi na tano, eh, nyuma zilikuwa kwenye nafasi hii. Nasikia kwa ndoto, nasikia malalamiko eh, wanalalamika sio mara tunawekewa pilipili, sio kwenye nini, mara viwanja tunavyocheza vibovu. Lakini sasa hebu sikii Yanga au Simba akilalamika kuhusu uwanja, kwa sababu kwanza, cha kwanza walichofanikiwa Simba na Yanga ni fan base. Eh, wana, wana, wana, wana mashabiki wa kutosha, alafu kwenye mpira ukiacha kucheza kwenye pitch, kuna vitu vinaitwa fitna ya mpira. Kwa fitna ya mpira, Azam au nani wa Singida bado uh, uh, hapo hawajakaa vizuri wana wachezaji wazuri, wana benchi la ufundi vizuri, lakini kuna fitina ya mpira. Na ndio maana umeona ukicheza nyumbani kuna ile away goal, home goal, umeelewa. Ni kwa sababu uh, FIFA pamoja na CAF wanajua kwamba unapocheza nyumbani una kila kitu, yani kila kitu ni mali yako, uwanja wa kwako, refa na kuja kwako, vitu vyote vya kwako wewe. Na ndio maana likaweka away goal. Kwa hiyo Azam na Singida wanatakiwa wajifunze kwenye eneo lingine, sio swala la pitch tu ambalo Simba na Yanga angalau sasa hivi, kuingia kwenye swala la makundi imekuwa sio stori, kuingia robo fainali sio stori. Kwa hiyo nao wanatakiwa wajifunze kwa wakubwa wao na pia wawe na subira. Hata wakikosa nafasi hii kwa sasa hivi kwamba pengine hawajaenda popote, wasikate tamaa, waendelee ku, uh, kupambana ili baada ya miaka miwili mitatu mbele yake wanaweza kuja kuwa nao eh, kucheza makundi na kucheza robo fainali ikawa swala la kawaida kuelekea mchezo wa leo huzungumza na mashabiki wa Africans na wapenzi wa mpira kwa ujumla, lolote ambalo ulitamani amba binafsi kuzungumza nao kwa wapenzi wa mpira ni kwamba mpira una matokeo ya kikatili. Kwa sisi ambao tuna beti beti, tunaelewa. Unaweza wakati mwingine ukawapa Barcelona eh, na Real Valladolid la, au na mba Las Palmas, ukakuta Barcelona hizi ametoa suluhu au mambo yamekuwa magumu. Kwa hiyo eh, unaweza ukawa una ukubwa wa timu lakini sikuhusika na namna ambavyo timu imejipanga ukajikuta mnapoteza, mnapoteza mchezo kwa hiyo mashabiki wa, wa mpira waelewe kwamba matokeo ya, ya kimpira yanaweza yakatokea yote. Lakini kwa mashabiki wa Yanga naomba tu tuiombee timu yetu, tushangilie wanaweza kwenda uwanjani, kwa maana ya kule kule Malawi. Ah, wa, wanaenda watashangilia, na si ambao tutakuwa kwenye vibanda umiza, wengine tutakuwa tunaangalia labda kwenye simu. Popote ni kwamba tuiombee timu yetu ili iweze kufanya vizuri, ah, kwa ajili ya kuvuka hatua hii na kuendelea hatua nyingine. Kwa leo atunaomba ushindi, Mungu akisaidia tunaenda tukashinda tuka